Ni kipindi cha kilimo sokoni. Uh, tuko uh, uh, wilaya ya Sumbawanga. Karibu sana, uh, tuungane pamoja. Mimi ni Nika Oskiloko, tumekuja kuhakikisha kwamba na kufundisha namna gani ambavyo unalima kisasa kwa ubora zaidi. Tupo na kampuni ya East West Seed, ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Tumekuja mkoani Rukwa, wilaya ya Sumbawanga kuhakikisha kwamba nakufundisha ile wewe bora zaidi. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba haubaki pale ulipo, unasogea unavuna kisasa, unalima kisasa, unauza kisasa. Hiki uh, ni kipindi cha kilimo sokoni. Nataka nifuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kutumia kilimo sokoni kwenye Instagram, kwa YouTube pia tunapatikana namna hivyo. Ni wewe tu kuhakikisha kwamba unakuwa mmoja wa wewe wa kwanza kabisa kusubscribe kwenye YouTube yetu, lakini pia kuwa mmoja wa kwanza kutufollow kwenye Instagram. Mimi ni Kasoko, hiki kipindi cha kilimo sokoni. Shukrani sana kwa wale ambao mko pamoja nasi. Tuko tunapoanza hivi sasa, tunaelekea shambani kuhakikisha kwamba tunalima kisasa, tunavuna kisasa, tunauza kisasa. Ni kampuni ya Iso Seed, wako nchi nzima Tanzania, yote ni Yo, wauzaji wa mbegu za mboga, mboga pamoja na matunda s watu natisha kweli, kweli kweli nikuambie kwamba sina maneno mengi sana, twende shambani tukajifunze namna gani ambavyo okalima kisasa nyanya ya Imara F1. Kampuni ya Iso Seed ni mabingwa wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri, twende shambani. Yes, tupo kijiji cha Laela Wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Kama ambavyo unatazama mandhari nzuri kabisa hii ya shamba uh, hapa tunajifunza kwenye upande mzima wa namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa na ukalima kwa ajili ya kupata tija kwenye familia na kwenye taifa kwa ujumla. Leo hii tumegusia eneo zima la ulimaji wa zao la nyanya. Unaweza ukalima nyanya, mikoa mingine ni kweli inalima nyanya, je, kwa mkoa wa Rukwa nyanya inakubali? Na tuko na kampuni ya East West Seed Uh, hawa ni wauzaji wa mbegu za mboga mboga pamoja na matunda, wako nchi nzima. Wao na kauli mbiu nasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri, na mapato hayo mazuri naona kwa namna gani? Ni kama hivi ambavyo tunashuhudia hapa, tuko kwenye shamba hili la mkulima ambaye amethubutu kulima na kampuni ya uh, East West Seed kwa lengo la kupata tija kwa ajili yake na familia kwa ujumla. Mimi ni Nika Oskilo Woko, hiki ni kipindi cha kilimo sokoni, tunakufundisha kwa uzuri kabisa. Tunapita kila kila sehemu, kila nchi, kila mkoa, kila wilaya, tunapita huko kote kwa lengo la kukufundisha wewe ili uwe bora zaidi katika kilimo pamoja na ufuatiliaji, hasa kujua mbinu gani za kilimo, namna gani kutumia mbegu bora, namna gani unaweza kushirikiana na wenzako. Hapa tunakutanisha na wakulima pamoja na wataalamu, wataalamu. Leo hii tutawashuhudia kutoka kampuni ya Isoseed, lakini pia mbegu unaweza kuzipata kwa namna gani? utapata nafasi hiyo kuweza kujua kwamba mbegu unazipata kwa namna gani. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii tukitumia Kilimo Sokoni kwenye Instagram pamoja na kwenye YouTube, lakini pia kama unatamani kutangaza pamoja nasi, kuna namba inapita chini ya skrini yako hapo. Una maoni, una ushauri, pia tumia hiyo namba kutufikishia taarifa, sisi pia tutaipata. Na muda huu wa sasa, uh, tunapata nafasi ya kuelekea shambani huko sasa, tutakutana na mtaalamu wetu, atatufundisha namna gani ambavyo kalima nyanya kafikia hatua hii. Kufika hatua hii si kawaida sana. Hapa kuna mbinu mbalimbali, kuna changamoto mbalimbali ambazo e, kupitia wao wanakufundisha ili uwe bora zaidi. Nyanya imekaa vizuri kabisa, nyanya imebeba vizuri kabisa, uzito wa kwake inastahili kwa kweli pongezi. Kampuni ya SCD e, hawa wanasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri, unaipata vipi? Mbegu bora unaipata shambani, mbegu bora unaipata kwa isiwe sidi, mbegu bora unaipata kila sehemu ipo, lakini wao wanakufikia mpaka shambani. Mimi sina ziada kwa muda huu, sasa hebu nikomee hapa kwanza, lakini nikirejea, tunaelekea shambani kwa sasa, tukapata nafasi kumtazama mtaalamu wetu ambaye yeye atatufundisha kwa uzuri kabisa, ukalime kisasa upate tija kwenye maisha yako. Karibu. habari kwa majina anaitwa Charles James Mpwea ni afisa kilimo kutoka kampuni ya East West Seed. East West Seed ni kampuni ambayo inajihusisha na tafiti, uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa mbegu za mboga mboga na matunda ikiwemo nyanya, hoho, karoti na mazao mengine yote ambayo yanajihusisha na mboga mboga na matunda. Leo hii East West Seed tuko katika mji wa Laela. Na hapa Laela, leo tunajifunza zaidi kuhusiana na kilimo cha nyanya. Mengi utakuja kuyaona hapa katika kilimo cha nyanya na leo tuko shambani kwetu ambapo tutakuwa tunaongelea zaidi kilimo cha nyanya. Na, na nini kinafanyika katika kilimo cha nyanya? Tuko hapa East West Seed kukujuza ni nini kinafanyika. Katika kilimo cha nyanya, kampuni ya East West Seed tunao muongozo ambao tunapenda mkulima aufuatilie na vitu ambavyo ni vya muhimu mkulima anatakiwa aanze kuvijua katika kilimo cha nyanya. Kitu kikubwa kabisa cha kwanza ni uchaguzi wa mbegu. Uchaguzi wa mbegu ndilo swala kubwa ambalo linabeba hatima ya mkulima katika uzalishaji wa nyanya, na hapo mkulima akishakosea, tayari mkulima anakuwa ameshakosea kupata faida yake. Lakini kama East West Seed tuko kuhakikisha mkulima hafanyi makosa katika uchaguzi wa mbegu. Sasa kama kampuni ya East West Seed tunazo aina nyingi za nyanya, lakini leo hapa Laela tunayo Imara F1 kama ambavyo unaiona. Imara F1 ni mbegu ambayo ina sifa nyingi kedekede, ikiwamo ni moja ya mbegu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupambana na magonjwa yatokanayo na mvua nyingi hasa katika magonjwa ya majani. Kama ambavyo unaiona nyanya yetu hapa iko katika hatua nzuri kabisa, lakini huu ni msimu wa mvua, na unavyoona inapendeza na haina magonjwa yote katika majani yake. Hii ni kutokana na kwamba Imara F1 ni mbegu ambayo ina uwezo mkubwa wa kufanya vyema katika msimu huu wa mvua. Lakini pia Imara F1 ina uwezo mkubwa wa kupambana na virusi vya majani Imara F1 ina uwezo mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba virusi hivi ambavyo vinaathiri nyanya sana na kusababisha nyanya majani yake kujikunja havina nafasi tena katika kilimo chetu cha nyanya. Ndio maana unaona paka kufikia sasa hivi nyanya yetu yuko katika hali nzuri na haina changamoto yoyote ile katika majani yake. Lakini pia Imara F1 ni nyanya ambayo inakupa matunda yenye ukubwa mzuri kama ambavyo unaona nyanya yetu ambavyo imekusha kuzaa matunda ni mengi lakini pia matunda yanaendelea kukua na yakiwa mazuri kabisa na ukubwa wa tunda moja hili kama unavyoweza kuliona, na inavyozidi kukua, unaweza ukaona ni kwamba matunda yanaendelea kukua, lakini pia bado inaendelea kukupa maua mengine mengi ambayo yanaendelea kutoka huku. Kwa hiyo inakuhakikishia muda mrefu wa kuweza kuchuma, na kama unavyoona Imara F1 ambavyo inarefuka hivi, Imara F1 una uwezo wa kuichuma kwa miezi mitatu na kuendelea endapo mkulima wetu akifata programu nzuri ambayo East West Seed wanampatia. Lakini kikubwa zaidi kwa Imara F1 Imara F1 ni nyanya ambayo unaweza ukakaa nayo kwa muda mrefu, wastani wa siku ishirini na moja toka umeichuma kuitoa shambani kwako. Kwa hiyo mkulima anakuwa na nafasi nzuri ya kulikamata soko kwa muda mzuri, wiki tatu. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uwezo mkubwa, hata akiwa na uhakika kwamba nikichuma leo ninakuwa na uwezo wa kukaa na nyanya yangu kwa muda na ninaweza kuisafirisha umbali mrefu na ikafika salama kabisa, lakini kwa ndani pia inakuwa imejaa vizuri kwa hiyo hii inamwezesha mkulima kupata soko ambalo ni zuri, lakini pia Imara F1 tunaishauri tuna sana kwa wakulima wetu waweze kulima msimu huu wa mvua, kama ambavyo unaona inafanya vizuri na inaendelea vizuri katika msimu huu wa mvua. Katika ekari moja Imara F1 inakupa kuanzia tani zisizopungua tani 30 mpaka tani 65 na tano kwa hiyo mkulima anakuwa na uwezo mkubwa sana wa kupata mazao mengi kwa muda ambao ni siku sabini tu, mkulima wetu anaanza kuchuma nyanya yake. Kwa hiyo ndani ya siku sabini mkulima wetu tayari anaanza kupata hela na anaanza kupata kitu kilichokuwa bora chenye uwezo wa kusafirishika na chenye soko kubwa sana. Kwa hiyo hii ndio Imara F1 ambayo tunaizalisha kampuni ya East West Seed. Lakini pia, viko vitu ambavyo kama mkulima tunapenda avitambue katika Imara F1 Lazima pia mkulima ajue ni namna gani anaenda na program gani ambayo anaenda kuitumia ili aweze aweze kupata matunda kama haya. Kama haya haya, mkulima lazima aweze kuyaona ukubwa wake huu na wingi wake huu, lazima pia mkulima aweze kupata program ambayo kama East West Seed tunampa aweze kuifuata. Tunapokuwa mkulima wetu amemaliza kuchukua mbegu yetu ya Imara F1 kama ambavyo tumeipendekeza. Mkulima wetu sasa atatakiwa aiwatike mbegu yetu na mbegu yetu hii inakaa ndani ya siku ishirini na moja tu inakuwa tayari kwa kupeleka shambani. Baada ya kuipeleka shambani, mkulima wetu atatakiwa kufuatilia programu za mbolea, lakini pia programu za viuatilifu mbalimbali, mbali na sumu ambazo atakuwa anazitumia shambani, ili kuhakikisha kwamba anaweza kupata mazao mazuri. Baada ya kuipeleka shambani, basi atatakiwa kuanza na mbolea ambazo zinakuwa na wingi wa madini aina ya phosphorus, ambayo yanaenda kuimarisha mizizi na kuwezesha mmea kuweza kufyonza virutubisho vingi kutoka katika ardhi. Lakini baada ya hapo hatua ya pili atatakiwa kupata mbolea ambazo zinakuwa na mchanganyiko wa virutubisho vyote, ya nitrogen, phosphorus, na potassium ambavyo vitawezesha mmea kukua na kuendeleza mmea kuweza kuanza uzalishaji wa maua lakini pia matunda. Lakini nyanya yetu inapokuwa katika hatua hii ya matunda, tunamshauri pia mkulima aweze kupata mbolea ambazo zinakuwa na virutubisho vyote, lakini pia zaidi zile ambazo zinachochea uwekaji wa maua ambazo zinakuwa na potassium kwa wingi, lakini pia awe na mbolea zenye calcium kwa ajili ya kuja kutengeneza tunda letu, ugumu wa tunda, lakini pia kulijaza tunda vizuri kwa ndani. Kwa hiyo hii ndio programu ambayo mkulima wetu atatakiwa kuifuatilia katika uwekaji wa mbolea. Na uwekaji wa mbolea tunaweka ndani ya siku kumi na nne. Kila baada ya siku kumi na nne mkulima wetu atatakiwa kuweka mbolea kwa maelekezo ambayo tunakuwa tunawatolea. Na bahati nzuri zaidi ni kwamba East West Seed tumekuwa na mabwana shamba kila mkoa ambao wako kwa kuwahudumia wakulima kwa hiyo pale ambapo mkulima anakuwa pamoja na sisi, tunafika mpaka shambani kwake, tunamtembelea tunampa program zote, na hii inafanyika bule kabisa bila malipo. Kwa hiyo mkulima wetu anakuwa na nafasi pia ya kuweza kupata huduma hiyo bule kabisa, mikoa yote Tanzania nzima, Tanzania Bara pamoja na Tanzania Visiwani. Kote East West City tumefika pia, mkulima wetu atatakiwa kuwa na programu nzuri ya viwatilifu ambavyo kama East West Seed mabwana shamba wetu wako tayari kumshauri kulingana na changamoto ambayo yanakuwa anaipitia shambani kwake, lakini zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba anafuata ile program na tunaenda naye pamoja. Hii ni kuhakikisha anapata mbegu, anapata mapato yaliyokuwa mazuri. Naam, uh, ni kilimo sokoni, kipindi bora kabisa nchini Tanzania hivi sasa kinakupeleka sehemu tofauti tofauti. Tupo uh, Leila uh, Uh, wilaya ya Sumbawanga vijijini, hapa mkoa ni Rukwa. Tumekuja kulima nyanya ya Imara F1 kutoka kampuni ya Iswe Seed, wanasema mbegu bora kwa mapato mazuri. Mapato mazuri ni kama haya ambayo nayashuhudia hapa shambani, kwa kweli kabisa. Mimi na Nesa Nesa, kwa sababu gani? Ninaimarishwa na kampuni ya Imara F1. kampuni ya Iswe Seed kutoka mbegu hii ya Imara F1 wanahakikisha kwamba sisi tunakufikia popote pale ulipo, tukapata nafasi ya kumshuhudia yule mkulima ambaye amethubutu kulima mbegu hii ya Imara F1 kutoka kwa kampuni ya East West Seed. Naye amewezaje kulima hii mbegu? Ameshawishiwa kwa namna gani? Alikuwa analima mazao gani hapo mwanzo? Lakini je, mafanikio yake yako vipi? Pata nafasi ya kumtazama alafu kisha nitakwambia wapi tunaelekea kwa sasa kingo. Sasa pata nafasi ya kumtazama kwanza mkulima wetu huyu akituelezea amenufaika namna gani kupitia kampuni ya East West Seed, lakini pia mbegu ya Imara F1. Kwanza kwa jina anaitwa Steven, ni Mwansasu ni mwenyeji wa la hela Sumbawanga, mimi ni mkulima wa nyanya, lakini kabla ya yote mimi tulikuwa ni wakulima wa mahindi. Lakini tunashukuru ndugu zetu hawa wa, wa East West walikuja walitutembelea maeneo yao wakatupa semina wakatushawishi na sisi tukashawishika. Ni kweli mpaka hapa nilipo mimi ni, ni msimu wangu wa tatu, narudi tena kwa ndugu zetu wa wa East West. Kwa sababu gani? mimi nilikuwa nalima mahindi nimelima mahindi karibu misimu mingi miaka mingi, lakini bado sijaona kipato chochote kunufaika na, na kilimo changu kicha mahindi. Lakini walipokuja wale ndugu zetu wa East na kutushauri kwa kilimo cha nyanya, kweli tukaingia na, tuka na baadhi ya wenzangu tukashirikiana nao tukaanza hatua za awali kabisa, wakatuletea mbegu wakatushawishi jinsi ya kulima na vitu vyote jinsi ya kuhudumia nyanya, na ni kweli tulikuwa bega kwa bega. Na nashukuru Mungu katika msimu huu wa kwanza hii wa inyanya ya aina ya, inyanya ya, inyanya ya, Imara. Kweli nilipata mafanikio makubwa ndugu zangu, siwezi changu cha cha mahindi. Kweli sikukata tamaa na wenzangu kweli baadhi ya majirani zetu wakashawishika wanauliza ikilimo gani gani nyanya? Ni kampuni gani inaitwa Imara? ni ni kampuni kampuni ya east West. Haya, mara kilimo gani nyanya gani? tukaambia nyanya inaitwa hapa. Kweli kuna wenzetu walishawishika, tunaomba basi tuagizie mbegu za Imara. Kweli wengi wao huwa wanunua mbegu za Imara na bahati nzuri hawa mabwana shamba wa east West kwa kweli ni watu wazuri sana, ni wepesi kututembelea kwenye mashamba yetu. Wana tukagua. Yani kwa mwezi wanaweza kutoka pita hadi hata mara tano. Kwao tuko nao bega kwa bega. Kwa kweli ili zao ni za uzuri sana. Hususan hii mbegu ya Imara. Ni mbegu moja ni nzuri sana kwa kipindi kama ikichamasika huyu inafanya vizuri sana, ina kipato vizuri vizuri vizuri tofauti na nyazi zingine. Japokuwa kuna mbegu nyingine kama ya dhahabu huu inafanya vizuri sana lakini kwa kipindi kichamasika mvua zikiwa nzuri wanapendelea sana mimi Imara. Ndio kama unavyoiona shamba hili eh, lina perform liko vizuri eh, kwa hiyo hata hapa huwa nawashauri waku, wa, wananchi wenzangu, wanakijiji wenzangu au wakulima wenzangu tusilime mazao kwa tusilime mazao kwa kufanana ni kwa mazoea eh, sio eh, kila siku tulime mahindi hapana. Unaweza kujaribu kwa mfano kama unavyoiona inyanya, inyanya ni shamba dogo sana ambalo alifikia hata heka moja lakini kipato chake hauwezi ukafananisha na mtu aliyelima shamba labda eka hey, tano ngapi za mahindi, haiwezekani hey, ili shamba linakupa matokeo mazuri kwao. Na washauri wakulima wenzangu, wananchi wenzangu, wanakijiji wenzangu wajifunze nayo, wawe na mwamko kama huu, tuje tushirikiane. Mbegu zipo na kampuni yetu ipo, unaua wanatusimamia. Ukishanunua mbegu ha, tunakuwa tuko pamoja na tuko bega kwa bega wanakusimamia wanakupa hatua zote ya mwanzo hadi ya mwisho. Kwao ni mbegu nzuri kwao na washauri sana wakulima wenzangu, kampuni za East West ziko vizuri sana na zinafanya vizuri sana. Hii nyanya nimenufaika na vitu viwili vikubwa sana, niseme vitatu kwa kupitia hii nyanya hii. Nimeweza kununua mashamba, nimenunua shamba ambapo ni kwa ajili kwa ajili ya kilimo hiki cha nyanya hekta mbili, ziko sehemu nzuri na ziko mjini, na baadaye hapo hapo shambani nimefanikiwa kujenga na kanyumba kangu kwa ajili ya shamba ambao ni nimenufaika na nini, ni matokeo ya hii nyanya na nini. Na isitoshe sio hapo, nina gari kangu kadogo katani mbili kwa ajili ya kusupply ya nini, kusupply ya hii nyanya. Kwa hiyo, yani nyanya imeniweka na mimi, naonekana angalau ni mtu <laughs> Naonekana angalau ni mtu kwa kweli. Ja, wakati huko nyumba kabla sijaanza kulima nyanya, nilikuwa sina kitu ndugu yangu. Eh, lakini saizi hapa niko safi, hata ukitembea wanajua wa yule mtu saizi anapita pale. Na mfuatao kipindi cha Kilimo Sokoni, uh, mimi nazidi kufurahi kwa sababu <laughs> naona mafanikio makubwa sana kwenye kilimo. Ndio maana nasema kwamba mali utaipata shambani. Haya ni mafanikio ambayo ameeleza. Alikuwa anaonekana si mtu, saizi ameonekana ni bonge la jitu. Yaani ni boss, le boss yuko hapa. Nipo naye boss hapa. Sio <laughs> masihara masihara. Ndio maana nimekusijia kawaida kawaida moja kivizuri huko Sumbawanga. Hmm. Yuko na boss hapa. Amesema kwamba amehakikisha kwamba amepata shamba jingine, lakini saa hizi kidogo ana usafiri ambao unamrahisishia kazi zake za shamba, kuwapelekea wateja wake. Lakini je, ndugu yangu Steve, naam. no. wakulima wana mambo mengi sana ndio ndio, labda kwa, kwa wewe, kwa sababu ili wewe umenufaika na na ume, ume, umefanikiwa, ndio unaweza ukawashawishi kwa namna gani, ama unaweza ukawapa ujumbe gani wakulima ambao saa hizi wanakufuatilia? hmm. Kwanza kabla ya yote, kwa wakulima ambao niko karibu nao

kwa ni kuingia front, fronti tunafanya mm, tunafanya ni kambia ndugu yangu, sio kwamba ukija huko ndani labda uanze na mtaji mkubwa sana. Unaweza kuanza kidogo, kidogo. Ndiyo, kama nilivyofanya mimi. Nilianza kulima kidogo, kidogo. Na unavyoona, sio kwamba nina shamba hili hapa, Hapa na mashamba mengine. Na mashamba mengine, nyanya zingine ziko kama hivi hivi. Lakini yote ni matukio nyanya. Kwa hiyo hasa hususan ambao ninawashauri kwa wakulima wenzangu, Hususan ambao wananitazama hapa. Kwa kweli nawashauri sana, kilimo cha nyanya hakiwezi kukutupa kwa sababu nyanya ndugu yangu haiwezi kukutupa. Hata iweje haiwezi kukutupa hata kidogo. Kilimo cha nyanya na, kitakuinua kwa muda mfupi sana, kwa sababu ili zao ni la siku sabini na tano tu. Unapanda siku sabini na tano tayari umeshaanza kufanya nini? Ni tofauti na kilimo kama mahindi; unapanda karibu ni miezi sita ujivune. Mimi miezi sita unaweza kupanda miezi sita; mimi miezi sita nimevuna mara ngapi? Mara mbili. Kwao nawashauri na sana wakulima wenzangu, silime kwa mazoea waangalie na fursa zingine, ili fursa ambazo ziko wazi. Wasiseme tu jamani maisha magumu, tukayatafuta wenyewe kwa maisha magumu, magumu, magumu. kwa sababu kuna vitu ambavyo wenzetu, wenzetu wameturahisishia, wametetea mbole nani mbegu zilizokuwa bora safi kabisa ambao ukilima ni dakika chache tu tayari umefanya nini? Umepata mafanikio. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wajifunze kulima nyanya waachane na mbegu zingine za elfu mbili mbili maake, wengi wakulima wengine wanaweza kaogopa bei. Mbona hii nyanya inauzwa laki tatu na sitini? Mbona hii nyanya inauzwa laki hamsini? Mbona a a wanaenda kuokota zile nyanya za za shilingi elfu mbili, shilingi kumi kumi. Zile haziwezi zikakupa matokeo chanya. Dakika mbili umevuna, siku mbili tatu, nyanya imefanya nini? Iko chakali. Kwa hiyo waje hii hapa. Hii nyanya kama unavyoiona hii, nina uwezo wa kuivuna ndani ya miezi miwili. Mvua zikiendelea, ninavuna, nachuma matunda, naweka mbolea. Nyanya inazidi kufanya nini? Inatoa maua inazaa kwa ni nyanya moja ambao ni appreciate sana nyanya Imara. Kristo anasema kilimo ni ofisi kama ofisi zingine. Ukiangalia shamba katika hali ya kawaida unaweza kujionea uhalisia wake. Tumekuwa tukisisitiza kama hizo seed kuacha kilimo cha mazoea, kutumia mbegu bora ambazo zina tija. Mbegu kama Imara F1 ni mbegu ambayo ina kipato kikubwa. Unaweza kuona kaka eneo ni kadogo, haijafika hata ekari moja, ni takriban kama robo tatu lakini shamba hili akija akaanza kufanya mavuno baada ya akija kurudi kwa mkulima kamauliza, atakuambia. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito kwa wakulima wote ambao tumekuja kwenye shamba hili sasa siku ya leo, tuache kilimo cha mazoea, tusilime mazao kwa mazoea. Kuna mazao ambayo ni ya msingi kama, kama nyanya na kitu kizuri zaidi. Sisi sio sisi, tupo na tunatuko tayari kuhakikisha kwamba tunawapa elimu na namna bora ya kuweza kuzalisha kufikia. Hivi ukiangalia hili shamba limepangiliwa vizuri na haya yote ni matokeo ya zile huduma kama ISO sisi tunazitoa kuhakikisha tunawatembelea wakulima wetu. Tunawapa mbinu bora kupanda kwa nafasi kama unavyoona. Hii, hili uh, shamba limepandwa kwa nafasi. Kutoka msaini na mstari kwa takriban mita moja na sentimita 20. Hii inampa nafasi mkulima wetu wakati wa kupiga dawa apige kwa uhuru, lakini pia uh, kufanya huduma zingine kama palizi inakuwa ni rahisi. Lakini pia kama tunavyojua, masika kunakuwa na mvua ya kutosha, lakini pia mmea unakuwa na tunasema inakuwa na umbo kubwa. Kwa hiyo hii inafanya kuwe na mzunguko wa hewa na shamba linakuwa na usafi kama unavyoliona. Isiwe seed tunasema mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini pia tuna huduma ya ugani. Tunatamani mtutumie jamani. Leo tumekutana, tumejifunza vitu vingi pale darasani na tumekuja shambani tumejionea kile kilicho kinazungumzwa. Imara F1 inavumilia changamoto za magonjwa ya majani unaweza kujionea. Ingekuwa ni mbegu nyingine kwa msimu kama huu usingeweza kuona ukijani huko kuanzia chini mpaka juu. Ungekuta magonjwa ya majani, zebakajani, waibakajani, chelewa, kila aina matatizo yangekuwepo. Na hiyo changamoto imekuwa ni tatizo kwa wakulima. Inafika wakati wanakata tamaa kabisa kulima nyanya. Kumbe tatizo sio nyanya kulima nyanya, tatizo ni uchaguzi wa mbegu sahihi kwa wakati sahihi. East West Seed tuna mbegu zote za nyakati zote, kuhakikisha kwamba mkulima harudi nyuma, harudishi nyuma kwa sababu ya changamoto za hali ya hewa au kwa changamoto zingine zozote za kimazingira. Sisi tuko tunapatikana, tunatoa wito kwa wakulima wote wa wilaya ya Sumbawanga na maeneo mengine yote na Watanzania wote kwa ujumla, tunapatikana tutumike. A bwana shamba wapo kila eneo, tupo tayari, kokote unakolima, ukinunua mbegu dai namba ya bwana shamba na bwana shamba atakufikia pa kushambani kwako, hautamlipa hata shilingi moja. Lengo ni kwamba upate matokeo shambani. Kama ulima robo heka, upate tija kwenye robo heka, uende kwenye nusu heka, uende kwenye kali moja, ili kuweza kushindana na wakulima wengine katika soko la ushindani. Kikubwa zaidi sio kuzalisha nyanya, zalisha nyanya ambayo inaweza kushindana kwenye soko la ushindani. Lima Imara F1, lima mbegu bora kama hii ambayo tumekuonesha kwa siku ya leo, utapata matokeo, utaenda sokoni ni kifua mbele. Unaweza ukajiuliza kwamba nafanyaje sasa kupata mbegu hii ya Imara F1 kutoka kampuni ya East West Seed, lakini je, uimara wa mbegu hizi zikoje? Mawasiliano yao yanapatikana kwa namna gani? Tutaongana na Tongana, uh, afisa mawasiliano wa kampuni ya East West Seed. Yeye atatuelekeza kujua namna gani anaeza kupata hizi mbegu ya Imara F1 na mbegu zinginezo, lakini leo hii tunazungumzia nyanya hii ya Imara F1. Kwa majina anaitwa Anzirani Ibrahimu Msoke. Mimi ni afisa msimamizi wa mauzo kutoka East West Seed Tanzania au unaweza ukaniita kama afisa mawasiliano. East West Seed tunatoa huduma mbalimbali licha ya kwamba tunatafiti, tunazalisha na tunauza mbegu za mboga mboga lakini pia tunatoa huduma ya afisa kilimo mikoa yote Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani kule Zanzibar. Tunatoa huduma hiyo kivipi? Unaponunua mbegu yetu ya East West Seed hakikisha unapata namba ya afisa kilimo kwa eneo lako. Lengo ni kupata mapato mazuri, kama kauli mbiu inavyosema, East West Seed ni mbegu bora kwa mapato mazuri. Tunapatikana katika sehemu mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukawasiliana na sisi kupitia nambari ya simu 0677009080. Lakini pia huwa tuna huduma ya kwenye social media zetu, Instagram, TikTok pamoja na Facebook unaweza ukatembelea kwa ajili ya kujifunza kujua products zetu nini tunatoa na nini ambacho tunapendelea wakulima wetu wapate kujifunza. Tunapatikana kama East West Seed Tanzania, karibuni sana. East West Seed, mbegu bora kwa mapato mazuri. Je, mna mawakala? Ndio, mawakala tunao. Mbegu zetu sisi tunauza kupitia maduka ya pembejeo na mbegu zinapatikana nchi nzima kupitia maduka ya pembejeo unapo pata tangazo hili, unahitaji kufanya kilimo chako cha mboga mboga, naenda kwenye maduka yetu ya pembejeo, utapata mbegu zetu za East West Seed, mbegu za mboga mboga pamoja na matunda. Lakini pia ukipiga simu, tunakuunganisha na afisa mauzo wa kanda husika kwa ajili ya kukusaidia kujua, je ni mbegu ipi, ni duka lipi utapata hizo mbegu zetu. Na je ili kujua hii ni mbegu ya East West Seed, kitu gani cha kuzingatia? Mm, East West Seed tunakopo, tunapaki mbegu zetu kwenye package ambazo ni maalum zaidi. Utakuta pale lebo ambayo ni mishale miwili mekundu iliyogeukiana pamoja na mche katikati wa rangi ya kijani. Lakini ukinunua mbegu ile, kunakuwa na lebo ya toski. Hiyo ni kwa ajili ya kuhakiki mbegu. Je, mbegu hii imethibitishwa na mamlaka ya mbegu Tanzania au la? Kwa pale utapata maelekezo kwa ajili ya kujua kama hii mbegu ni imethibitishwa au haijathibitishwa. Aa, nipende kuwakaribisha wakulima wote na Watanzania wote jamani, kilimo ni fursa, tusikichukulie kama ni adhabu. Tufanye kilimo kwa tija, tusilime kimazoea. Kama tunavyosema tuna huduma ya maafisa kilimo. Hata kama hujui, piga simu tukuunganishe na afisa kilimo wetu ili uweze kupata huduma iliyo sahihi, akuelekeze miongozo nini ufanye kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na huduma afisa kilimo tunaitoa bure kabisa pasipokuwa na malipo yoyote. Karibuni sana Watanzania tufanye kilimo kwa pamoja, tufanye kilimo cha tija tupate matukio mazuri. Mfuatiaji kipindi cha kilimo sokoni, kama ambavyo unafahamu elimu haina mwisho, mara zote nasema, na hawa ni wadau, wakulima, mbali mbali, wa wakulima mbalimbali, wametoka katika vijiji mbalimbali kuja kushuhudia nyanya hii imara F1. Ni kampuni ya Isu Seed ndio ambayo inahakikisha kwamba inakufikisha kupata elimu bora wakulima hawa wanapata elimu hii na kisha wataelekea shambani, na kama unavyoshuhudia hapo shambani walivyo, hili ni shamba ambalo wamehakikisha kwamba limepata hadhi kubwa, na imara F1 imekufikia sehemu tofauti tofauti. Unaona jinsi ambavyo wakulima wanavyotembea kutoka kwenye elimu ambao waliipata, walipata pale, sasa wako shambani, wanashuhudia hiyo imara F1 inawezaje basi kuwanufaisha ili kuwa bora zaidi. Kama unavyotazama, kwa wamama, kwa wababa wameamua kulima nyanya imara F1. Tuko Leila uh, wilaya ya Sumbawanga vijijini mkoani Rukwa. Tumekuja kuhakikisha kwamba uh, tunakufundisha namna gani ambavyo unaweza ukalima kisasa kwa ajili ya kupata tija na mfuatiliaji kipindi cha kilimo sokoni. Mimi ni Nicholas Kilowoko ndiye ambaye nahitimisha kipindi hiki cha kilimo sokoni. Leo hii tunakwamia hapa kwenye upande wa eneo hili la nyanya ya Imara F1, na tunahakikisha kwamba wiki ijayo tuna sehemu nyingine tutakwenda, lakini leo hii tukomee hapa kwenye kilimo hiki cha nyanya e, ya Imara F1. Kampuni ya Iswe Seed ndio ambao wanadili sana na mbegu pamoja na mbegu za mboga mboga pamoja na mbegu za matunda. Wao wanasema kwamba mbegu bora kwa mapato mazuri, lakini sisi tuna kauli mbiu yetu tunasema kwamba tunakufundisha ulime kwa tija ulime kwa ajili ya kupata kipato kilichokuwa bora zaidi. Na kama unatamani kutangaza pamoja nasi, kuna namba inapita chini ya skrini yako hapo. Lakini je, una maoni na ushauri? Fuatilia pia kupitia namba hiyo, lakini pia tunapata kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, kitumia kilimo sokoni kwenye YouTube na kwenye uh, instagram pia. Shukrani sana kwa timu nzima ya kipindi hiki cha kilimo sokoni. Mpaka tena kwa sasa.